anaendelea mbele. Namba mbili, sema hapo sasa. Utakuwa unatumia wewe hadha na hadhi, sababu ametupa picha hapa na ni majina ambayo yote tumeshasoma. Majina yote haya tumeshasoma. Tazama hapo, kuna kalamun na famun, chini kuna masjidun, kuna thallajatun, kuna najmun, nyota. Kwa hiyo cha kufanya majina haya, nadhani hapo: moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi, kumi na moja, kumi na mbili, kumi na tatu, kumi na nne, kumi na tano, kumi na sita, kumi na saba, kumi na nane, ishirini. Majina ishirini. Ishruna sman. So fanya, utasoma sauti yako, alafu tutuma kwa admin, kwa akhi Muhammad iko hapa na kazi nyingi sana. kwa utasoma mfano namba moja hapo ni kalamu, jina la picha ya kwanza, sema hadha qalamun, kisha nafuatia kijiko pembeni, hadhihi milaqatun, kisha kitabu hadha kitabun, kisha kanzu hadha qamisun, kisha nafuatia baytun, hadha baytun, nasema hadhihi darun. Sawa, pia hadhihi darun, nafuatia saa hadhihi saatun Tuma sauti kwa akhi Muhammad, utapata marekebisho au utamkaje maneno haya, lakini pia utakapokosea utarekebishwa inshallah. Anataka tu iqra almithal, soma mfano, wa kawwin jumlatan ala akhirihi, kisha unda sentensi kwa mfano hivi. Anachotaka hapa Sheikh Abu Raheem ni kwa mtu wa kiume mpe jina la kiume, na mtu wa kike mpe jina la kike, jina la kike. Mfano mmoja sema Muhammadun talibun, Muhammadun mwanafunzi, Muhammadun talibun atabbu so. Na, daktari namba tatu, huwa muslimun, yeye ni muslim mwanaume, a muslimun wa kike asake. Namba nne, albabu mughlaqun, mlango umefungwa, albabu mughlaqun mlango umefungwa. bila kaandika annafidhatu, kwa annafidhatu mughlaqatun dirisha limefungwa. Namba tano, almindiru wasikhun leso ni chafu, almindiru wasikhun leso ni chafu. Bila kaandika alyadu, alyadu ni mkono, kwa sema alyadu wasikhatun mkono ni mchafu, alyadu wasikhatun mkono ni mchafu. ashayu harun chai ni moto. Ashshayu harrun, chai ni moto. Mbele alqahwatu aawasinafam alhamdulillah wasaba. Almasjidu baidun, msikiti uko mbali. Almasjidu baidun, msikiti uko mbali. Mbele almadrasatu yakike

ashamsu shamsu ni ya kike kwa ashamsu jamilatun jamila, upo kwa ashamsu jamilatun jua ni nzuri. Na mkuna moja, al-abu jalisun, baba ni mwenye kukaa. Al-abu jalisun, baba ni mwenye kukaa. Bali takun al-ummu jalisatun, mama ni mwenye kukaa. Al-ummu jalisatun, mama ni mwenye kukaa. Kisha swali namba nne inasema sahihi al-jumla al-atiyata, sahihisha sentensi zifuatazo.

Sifa njema zote ni za Allah. Kwa hii li na pia kasra kule mwishoni, lillahi. Sifa njema zote ni za Allah. Na maana, lillahi al-mashriqi wal-maghribu. Ni Allah mashariki na magharibi. Ni Allah mashariki huko hapa nilipo. Magharibi ni huko. Kwa ni Allah mashariki na magharibi. Maana yote hivi ni vya Allah. Lillahi kwa ile kwa kasra. Ni kusema lillahu pana. Lillahi. Al-kalimatu jadida, maneno mapya. Almikwatu ni pasi, almikwatu pasi. Adarajatu ni baiskeli. Almilakatu kijiko. Alqidru ni chungu au sufuria. Albakaratu ni ng'ombe. Alfalahu ni mkulima. Al anfu ni pua sikio. Alfamu ni kinywa. Aludhunu sikio. Alyadu ni mkono. Arrijlu mguu. Shayu ni chai. Alummu ni mama